Licha ya longolongo zinazoendelea mitandaoni Diamond Platnumz anazidi kupeperusha bendera ya Afrika Mashariki kupitia performance zake kwenye private ceremonies hadi kwenye majukwaa makubwa barani Ulaya, shows ambazo zinazidi kumtilia mkwanja mrefu unaomwezesha kukodi private jets za kumsafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine. Na hii yote inatokana na jitihada za kujibrand, kwani mtu anaweza aona kuwa ni show off ila kama msanii ama kama we ni msanii mwenye malengo ya kufika mbali kimataifa, inafaa ujiweke katika status ya kimataifa na ndivyo ilivyo kwa Diamond. Ukianzia kwenye dress code yake, kwenye luxury cars, kwenye record label yake, kupitia media station yake, kupitia station, yani hivi vote ni vitu ambavyo vinapandisha sana hadhi ya msanii, kwani ukiangalia Diamond kupitia kipindi cha miezi mitano iliyopita hadi kufikia sasa ameweza kutengeza zaidi ya bilioni 5.7 za Kitanzania, kiasi ambacho kwa msanii wa kikawaida inakuwa ni vigumu sana kuweza kufanya nini kuweza kupata na kwa sasa ameweza kutokea mfululizo wa shows atakazokuwa nazo, na kwa kweli ni hatari, hadi mtu anaweza kujiuliza huyu jamaa anapata wapi muda kupumzika. Ila ndio hivyo, mafanikio hayaji bila jitihada, na jamaa ko serious sana kwenye kazi yake. So, kama ulidhani Diamond ana muda wa kupoteza, you better think again because this guy is busy making money. Unamwona gani hapo kwenye comment section, usikose ku like, share and subscribe.